Fuga na Mr. Kata Kuku Farm upate matokeo bora. Leo nakuletea makala ya ugonjwa wa typhoid. Ugonjwa wa typhoid kwa kuku unaojulikana pia kama fowl typhoid husababishwa na bakteria wa Salmonella gallinarum. Ugonjwa huu huathiri kuku wa rika zote, lakini ni hatari zaidi kwa vifaranga na kuku wachanga. Madhara ya typhoid kwa kuku. Vifo vya juu. Ugonjwa huu unaweza kusababisha vifo vingi hasa kwa kuku wachanga. Kupungua kwa uzalishaji. Kuku walioupata ugonjwa wanaweza kuwa na uzalishaji mdogo wa mayai na nyama. Kuenea haraka. Ugonjwa huu husambaa kwa kasi kupitia kinyesi, maji, chakula na vifaa vya kufugia. Dalili za typhoid kwa kuku. Kuku kuwa na homa kali na kusinzia, kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Kinyesi cha kijani au njano. Manyoya kuchafuka na kusimama. Kuku kuwa na upungufu wa maji mwilini. Vifo vya ghafla kwa kuku wengi ndani ya muda mfupi. Tiba na njia za kudhibiti typhoid. Hasa matibabu. Antibiotics kama chloramphenicol, sulfonamides, ampicillin zinaweza kusaidia kupunguza maambukizi. Matibabu ya dalili Kuku waliodhoofika wanapaswa kupewa maji safi na chakula chenye virutubisho. Hasa njia za kuzuia: chanjo. Chanjo dhidi ya Salmonella gallinarum inaweza kusaidia kuzuia ugonjwa huu. Usafi wa banda: kusafisha banda mara kwa mara na kutumia dawa za kuua vijidudu Kudhibiti maambukizi, kuzuia wageni kuingia bandani bila tahadhari na kuhakikisha vifaa vya kufugia vinasafishwa vizuri. Kutenga kuku wagonjwa. Kuku wenye dalili za ugonjwa wanapaswa kutengwa ili kuzuia kuenea kwa maambukizi. Kwa wafugaji ni muhimu kuchukua hatua za haraka pindi dalili za typhoid zinapoonekana ili kuzuia hasara kubwa kwenye ufugaji wa kuku. Fuga na Mr. Kata Kuku Farm upate matokeo bora, kwa ushauri wasiliana nasi 0713496043. Usisahau kusubscribe, like, comment, share.